Karibu katika sehemu ya nne, tunaendelea na pale tulipoishia mara ya mwisho. Kwenye sehemu iliyopita tulimwacha Twizzler akiwa katika wakati mgumu sana, baada ya kuambiwa na Malikia Sakobi amtoe mama yake kafara ili kuokoa utajiri wake. Je, ataweza kuchomoka katika mtego huu? Ila kabla hatujaanza, na kuomba ufanye yafuatayo: gonga like hapo chini. Hakikisha umesubscribe au umenifollow. Dondosha comment uniambie unatutazama ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Ok, tuanze sasa. Hapa ndipo penye kilele cha mtihani wa roho. Twizzler sasa yuko njia panda kati ya utajiri wa kutupwa na upendo wa dhati wa mama aliyemlea kwa shida. Je, tamaa itashinda damu? Twizzler hakulala kila alipofunga macho aliona sura ya Malikia Sakobi ikimcheka, na kila alipojitazama kwenye kioo aliona funza wakianza kuibuka kwenye bega lake la kushoto. Harufu ya uozo ilikuwa kali kiasi kwamba alilazimika kujimwagia chupa nzima za manukato ya gharama, lakini wapi. Akiwa amekata tamaa, aliingia kwenye gari lake na kuanza safari ya kuelekea kijijini kwao Mbwewe moyoni mwake kulikuwa na vita kuu. Siwezi kumuua mama, lakini nikishindwa nitakufa kifo cha aibu mbele ya dunia. Alipofika kijijini, vumbi la gari lake la kifahari liliwavutia wanakijiji wote. Mama yake Bibi Maria alitoka nje ya kanyumba kake kadobo akiwa na tabasamu pana. Mwanangu, Twizla. Bibi Maria alimkumbatia mwanawe kwa furaha. Mungu ni mwema, amejibu maombi yangu. Unaonekana unafanikiwa sana mjini. Twizla alijikuta akitetemeka mikononi mwa mama yake. Alihisi ile hirizi kifuani mwake ikipiga kelele. Uwa, uwa sasa lakini kila alipotazama macho ya mama yake yaliyojaa upendo mkono wake uliokuwa na kucha za siri ulirudi nyuma. Wakati huo huo, mjini, Detective Lamba alikuwa amechukua likizo ya lazima, lakini hakuwa amepumzika. Nimepata taarifa, lazima niende tena. Uko sawa? Ndio, ni kazi tu. Baadaye Alikwenda kumwona babu yake mzee wa mila maarufu kule ukoani Pwani. Babu, nimekutana na kitu kisicho cha kawaida, risasi haziwezi, na kasi yake ni ya ajabu, Lamba alieleza. Babu yake alicheka kwa huzuni. Mwanangu, unapambana na Malikia Sakobi. Huyo si mwanamke, ni roho ya zamani inayolisha tamaa za binadamu ili umshinde yune kijana lazima upate mvuje wa kale na umvike kilichobarikiwa kwa damu ya dhabihu ya haki. Na fanya haraka maana kijana huyo yuko njiani kutoa kafara ya mwisho. Lamba hakupoteza muda. Alichukua vifaa vyake kimila na kuanza safari ya kumfuata Twizzler kijijini. Usiku ulifika kijijini. Twizla alikuwa amekaa chumbani kwake akisikia sauti ya mama yake akisali chumba cha jirani. Gafla, Malikia Sakobi alitokea kwenye kona ya chumba kama kivuli. Unasubiri nini, Twizla? Angalia mwili wako. Sakobi alimwonyesha mkono wa Twizla ambao sasa ulikuwa umepoteza nyama, ukibaki mifupa na funza. Kafara lazima itolewe kabla jogoo hajawika. Ukishindwa, nitachukua roho yako na kumwacha mama yako akishuhudia ukigeuka kuwa vumbi. Twizzler alichukua kisu cha kichawi alichopewa, alitembea kwa kunyata kuelekea chumbani kwa mama yake. alimkuta bibi Maria amelala fofofo, akiwa ameshikilia picha ya Twizzler alipokuwa mtoto. Twizzler alinyanyua kisu juu, macho yake yalikuwa ya njano na mgurumo wa simba ulianza kumtoka kooni. Nisamehe mama, nataka kuwa mfalme wa dunia. Kabla kisu hakijashuka, mlango wa nyumba ulipigwa teke na kufunguka. Detective Lamba alisimama mlangoni akiwa ameshika chungu kinaotoa moshi wa mvuje. Acha kisu hicho Twizzler, Detective Lamba alipiga kelele. Ule moshi ulipoingia ndani, Malikia Sakobi alipiga yowe la maumivu na kutoweka kama moshi. Twizzler alipoteza nguvu na kuanguka chini, kisu kikidondoka pembeni. Bibi Maria alishtuka na kuamka akishangaa kuona mwanawe yuko chini na polisi amesimama mbele yake. Mwanangu, kuna nini? Bibi Maria alilia. Lamba alimkaribia Twizzler na kumvua ile hirizi ya Simba kwa kutumia kamba ya kimila. Twizzler alianza kupiga kelele huku mwili wake ukibadilika haraka kurudi katika hali yake ya umaskini na vidonda vya awali. Mkataba wa Sakobi umevunjika, lakini Twizzler sasa yuko katika hali mahututi. Wakati ule Detective Lamba alipoinyakua ile hirizi kifuani mwa Twizzler, mtetemeko mkubwa ulitokea. Si pale kijijini tu bali hata jijini Dar es Salaam. Kule jijini lile gari la Range Rover Vogue lililokuwa limeegeshwa nyumbani kwa Twizzler lilianza kutoa moshi mweusi na kugeuka kuwa rundo la vyuma chakavu vilivyooza ndani ya sekunde tano. Nyumba yake ya kifahari ilianza kupasuka kuta, na thamani zote za ndani, dhahabu, fanicha na pesa ziligeuka kuwa majani makavu na mchanga. Utajiri wa Malikia Sakobi ulikuwa ni kiini macho kilichotegemea uhai wa binadamu. Ndani ya ile nyumba ndogo ya Bibi Maria Hali ilikuwa ya kutisha. Baada ya hirizi kuvuliwa, Malikia Sakobi alitokea katika umbo lake halisi la kutisha, nusu binadamu na nusu nyoka mweusi. Pango lile la siri lilionekana kama limehamia pale chumbani. Lamba, unaharibu mkataba wa miaka elfu moja, Sakobi alinguruma, sauti yake ikitetemesha ardhi. Kijana huyu alishakubali kuwa wangu, uhai wake ni mali yangu. Detective Lamba akijikaza licha ya hofu, alinyunyizia ule unga wa mvuje wa kale kwenye mduara uliomzunguka Twizla na mama yake. Mamlaka yako yanaishia kwenye tamaa, Sakobi, lakini damu ya mama huyo ni safi na upendo wake umekuvunja nguvu. Lamba alichukua ile hirizi na kuitupa ndani ya chungu cha moto alichokuwa nacho. Hirizi ile ilipopata moto, ilitoa sauti kama ya simba anayekufa. Sakobi alipiga yowe la mwisho. Mwili wake ukaanza kuyeyuka na kuwa moshi wa kijivu uliotokea dirishani na kuelekea kusikojulikana. Nyumba ilitulia. Twizzler alikuwa amelala chini, mwili wake ukiwa umerudi katika hali yake ya awali, kijana mnyonge mwenye vidonda, lakini safari hii funza walikuwa wametoweka. Alikuwa na makovu makubwa mwilini mwake, alama za kudumu za ukaidi wake. Bibi Maria alimshika mwanaye kichwa akilia, mwanangu, nini kimekupata? Pesa hizi zimetoka wapi? Twizzler, akitokwa na machozi ya uchungu na toba, alijitahidi kunong'ona, mama nilitaka kukurahisishia maisha, lakini niliuza nafsi yangu kwa shetani. Nisamehe mama, elimu yangu haikutosha, nilitaka njia ya mkato. Wiki mbili baadaye Twizzler alikuwa hospitalini chini ya ulinzi wa Detective Lamba. Ingawa hakuwa na utajiri tena na kesi ya mauaji ya Jabiri na mzee Mateso ilikuwa ikimkabili, alihisi amani kwa mara ya kwanza. Detective Lamba alimtembelea na kumwambia "Twizzler, utajiri wa kweli hauji kwa damu ya wengine. Ulisoma sana, ungepaswa kuwa na subra. Sasa utatumikia kifungo chako, lakini angalau unakufa ukiwa binadamu, si kama mzoga wa Sakobi." Kule porini pango la Malkia Sakobi lilizikwa na maporomoko ya ardhi, likisubiri kijana mwingine mwenye tamaa na asiye na subra aje kuliingia. Twisla alipoteza kila kitu: utajiri, magari na sifa. Alibakiwa na kitu kimoja tu, uhai na upendo wa mama yake. Alijifunza kwa njia ya ngumu kuwa dawa ya utajiri ni jasho na uadilifu, na si hirizi za simba wala mikataba ya usiku wa manane. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya kusisimua Kwani mpaka kufikia hapa ndiyo mwisho wa simulizi yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye mkasa huu. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, niambie kuwa umeionaje story na umejifunza kitu gani. Mtunzi na mwandaaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine, na asante sana kwa kuangalia.